Na katika dunia ya leo, wengi wetu tumekuwa tukifanya kazi kwa muda mwingi hata kutofanya tukose muda wa kufanya mazoezi. Siku hizi wengi wa wafanyakazi wamekuwa kwenye magari, ofisini kwenye kiti, kurudi tena kwenye gari na kulala, hivyo ukosa hata muda wa kupasha, kunyosha viungo. Leo tutakufahamisha moja mazoezi yenye matokeo mazuri kwa viungo vya binadamu tena bila kutumia kifaa chochote, na hii si nyingine bali ni push-ups. Push-up ni moja ya mazoezi yanayojenga afya njema, kwani push-up zinasaidia kuimarisha kifua, mabega ya misuli ya mikono. Jinsi ya kufanya push-ups: uso wako ukiwa unatizama chini, weka mikono yako kwenye sakafu itunue izidi, izidi kidogo mabega yako kama inavyoonekana kwenye picha hii. Kabla ya kufanya mazoezi, ni muhimu sana kuweza kupasha misuli moto na mwili mzima kwa jumla. Hali hiyo inafanya mwili kujiandaa kwa jukumu nzito la kufanya mazoezi kama haya hapa ya pushups Namna moja ya kuweza kupasha misuli moto na vilevile vile mwili kwa jumla ni kuruka kamba. Wazungu wanasema skipping the rope, na pia namna ambavyo mnaona hapo kupanda taili ama sehemu iliyoinuka juu kushinda kawaida. Hiyo namna inafanya moyo unapiga kwa haraka kusababisha mwili au damu kukimbia kila sehemu ya mwili, na tunavyojua damu inabeba joto na hivyo, inapokimbia kila sehemu ya mwili inachukua lile joto katika kila tishu ya mwili, hivyo kuweza kufanya oxygen kufika kwa zile tishu. Alafu the waste products au ile chafu ambayo inatengenezwa na seli zikitolewa kama carbon dioxide, nini nini zinatolewa, hivyo mwili unajiandaa vilivyo kwa kufanya mazoezi. Mazoezi una muhimu sana, moja wapo ni kukata weight. ingine ni kuweza kufanya kuwa na kuweza kuwa na nguvu za kutosha kufanya majukumu ama kazi za kawaida katika maisha yetu haya ya kawaida, na vile vile inaongeza appetite. Mazoezi inafanya mtu uchoka, hivyo unapofika jioni, wakati wa kulala usingizi unakuwa ni mzito jambo ambalo siku hizi watu wengi wafanyi, hasa kwa wale wanaofanya kazi mbalimbali um, mbali hadi, hadi muda wa usiku sana. Kwa hivyo tunaoimiza mweze kufanya mazoezi, na kabla ya kufanya mazoezi mweze kupasha misuli moto na mwili kwa jumla ili kuweza kufikia malengo mazuri ya kuimarisha afya nzuri ya mili yetu. Asante sana mweze kuwa nanyi mnapojiandaa kufanya mazoezi inavyofaa.